Lazima ujitambue wewe ni nani. Lazima kwanza ujitambue, ujiamini, ujikubali, wacha kutafuta tamaa hivyo. Wewe ni nani mama? Kama mama, cha kwanza kabisa, wewe ni mama ambaye Mungu alikuleta duniani kuwa lango. Wewe ni lango la familia, wewe ni lango la kanisa, wewe ni lango la ukoo uliotoka. Wewe mama, Mungu akuwa ni lango mama nikila, na nitamzungumzia sana kwa sababu mama alikuwa ni lango la kusababisha kuleta wokovu, lakini sasa lango la kwanza Eva alifanyika lango la kuleta laana na mauti ikaingia duniani. Alikuwa nasema wapendwa, nataka niwaambie kama wewe ni lango mama, wewe ni lango kama mama dikila lioko lango. Ukisoma kwenye kitabu cha mwinjili Luka moja, kwanzia ile aya ya thelathini na tisa huko, sitasoma utenda kusoma inaelezea habari za mama

Sasa nikuulize mwanajeshi huyo kama mwanajeshi ni mwanajeshi. Je, kuna nini amepata? Na kwa Biblia inasema sitaingia sana kwenye masuala ya ndani ya ndoa ila nitakupeleka huko kidogo sana. Mwanamke ni mlinzi. Kama mama wewe ni mlinzi, mwanajeshi anaweza akatoa siri za ndani. Ya jeshi ya kama jeshi anaweza hata kifo ni sasa. Sasa nikuulize mama, wewe, toa siri za mume wako umemwanika huko kote. Umetokana mwanajeshi kuandika siri siri za watoto wako, siri za familia. Mwanamke ni mwanajeshi. Na mama Maria akasema akayatunza moyoni. Sisi akina mama kuyatunza wa wa ku mama moyoni, tuyabebe. Ukiuliza mama zangu hapo wa zamani waliishi mpaka wakafika hapa waliko, wanatabasamu kwa sababu walijua kuyatunza moyoni, walipofumania wamezao awakuleka nabengi wakaondoka katwa mmaiachaaa

nimekuja kuambia wamama, ni lazima tuishi maisha ya utinya umenyekezi, maisha ya uvumilivu. Wajibu wa mama ndani ya kanisa, sisi tumeitwa kuwa jeshi. Tunapoona baba wanapao wanaangushwa, ni swala la kumuuliza mwanamke alikuwa wapi? Mwanamke maombolezaji kwenye parokia alikuwa wapi? Sikanska uliza wamama, tusipokuwa wampolezaji kwenye parokia yetu, tukiona wamama hamna mabenji yako wazi siku ya wawatadei, mtu akumuuliza ni mwanamke je. Kabla ya siku ya wa wawatadei, wamama mliomba, mlifunga novena? Maanake mmetangaza wawatadei, na shetani wa yuko kazini kuwafufisha watu wasije walale, wasikanyage pale, lango likafungwa. Wamama tu tumejanga, jamani, tuna wawatadei, jamani, unajua kuna wawatadei Wataje ni kutathmini, tumeanza vipi? Jamani, huu ni mwezi wa kumi. Je, tunaelekea katika mtazamo gani? Tunabaki kuwa wawata jinsi tulivyo, au tunawaueta wawata aina gani? Tunataka badiliko, wawata yetu ijai, wawata chikikizi iwepo. Je, tunahitaji nini? Tunahitaji maombi, kwa sababu bila maombi mambo yan Yaani kama saa nyingine ya sakramenti ni wakati wa saa tisa tu. Wamama kwa mpenda wa Kristu. Mama zangu mpo? Mpo. Mpo. Ni lazima tuwepo na wamama ambao watakosa ni wakuma ya Mungu saa tisa. Yaani wao simu ikipigwa.